Mtazamaji wa TAKUKURU TV, maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa mwaka huu 2025 yameanza Oktoba 8 na yanafanyika katika viwanja vya Uhindini jijini Mbeya. Wadau mbalimbali wanashiriki katika maadhimisho haya kwa kuwa na mabanda ya maonyesho. Kwenye mabanda hayo, mtazamaji, wananchi wanapata fursa ya kuelimishwa na kubadilishana mawazo na wadau kuhusu maendeleo ya vijana. Taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa yani TAKUKURU inayobanda kwenye maonyesho haya, ambapo vijana na wananchi kwa ujumla wanaelimishwa kuhusu mapambano dhidi ya rushwa. Mtazamaji, ufunguzi rasmi wa maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa yamefanyika Oktoba kumi, na mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Mheshimiwa Majaliwa alitembelea mabanda mbalimbali kwenye maonyesho haya, kisha alitoa nasaha hizi kwa vijana. Kwei, nitumie nafasi hii kuwataka mjitambue na kuelewa kuwa taifa linawategemea, na katika hivyo, nyie ndio ambao mtaendeleza uchumi wa taifa hili. Nyie ndio ambao mtaifanya taifa hili kuwa na amani na utulivu. Nyie ndio ambao mtaongeza mshikamano wa kitaifa katika nchi hii, na hivyo basi Msikubali kabisa kutumika na makundi au watu wasio na dhamira njema na taifa hili, ambalo nyie ndio mnalo. Katika taifa hili watu wote wanaochochea fujo, nyiye muangalie, muambie sisi no, na wale ambao wanahamasisha, wana ubaguzi, wakatalieni moja kwa moja, kwa sababu wengi wanafikiri vijana ndio mtawaunga mkono. Ndugu vijana, si mnajua kama mwaka huu kuna uchaguzi? si mnajua kama mwaka huu tunamchagua rais wa nchi? Si mnajua kama tunachagua wabunge kwenye maeneo yetu na madiwani? Naamini wote mmejiandikisha. Nirudie tena kuwahamasisha tarehe 29 bado siku chache kama siku saba nane na siku, siku kumi na nane. Ndiyo nendeni mjitokeze mkapige kura, vijana mjitokeze mkapige kura. Nenda mkachague viongozi wenye maslahi yenu. Nenda mkachague viongozi watakawaletea maendeleo endelevu. Nenda mchague viongozi ambao watakamilisha michakato yenu ya maendeleo. Wanapokuja kwenye maeneo yenu, nenda mkawasikilize kila mmoja na sera yake. Wako wenye sera za ubwabwa, nenda mkawasikilize Wako wenye sera vitanda vya sita kwa sita, nenda mwasikilize. Lakini wale ambao wanataka kuleta na maendeleo kutoka ngazi ya vitongoji mpaka kwenye ngazi ya taifa, na wao mkawasikilize, ili siku ya tarehe ishirini na tisa mwapigie kura. Vijana nyinyi ni waelewa, nyinyi ni wasomi, mnaelewa cheupe na cheusi. Nenda mchague kila ambacho mnaona kitaleta kichocheo ya maendeleo katika taifa letu. Kwa hiyo vijana naamini mtakuwa mmenielewa. Kwa kuzingatia nafasi yenu katika jamii, ni wasihi tena vijana wote mwendelee kushirikiana vijana na vijana. Leo mmekuja hapa kutoka kote nchini, endeleeni kujadiliana kikamilifu, mtoke hapa na maazimio yatakayoisaidia serikali kupanga mpango mzuri kwa maendeleo yenu. Nyiye vijana, tushirikiane kuhakikisha kwamba fursa zote zinazotolewa na serikali hii zinawafikia vijana ipasavyo. Ushiriki wa miradi ya maendeleo vijana, ndio muwe namba moja, na kila mmoja wenu awe ni sehemu ya mchango wa maendeleo ya taifa hili ili kujenga taifa lilo imara na taifa lenye maendeleo. Mtazamaji, kauli mbiu ya maadhimisho haya inasema nguvu kazi ya vijana kwa maendeleo endelevu. Je, ni kwa namna gani TAKUKURU inashirikisha vijana ili kuwawezesha kukabiliana na rushwa, ikiwa ni moja ya changamoto inayorudisha nyuma maendeleo. Katika maadhimisho haya ya Wiki ya Vijana Kitaifa, tunashiriki maonyesho haya ambayo yanafanyika katika viwanja vya Uhindini vilivyopo katika halmashauri ya jiji la Mbeya. Lengo kuu la kushiriki maonyesho haya ni kuendelea kuwajengea uwezo vijana katika swala zima la kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu vijana ni nguzo ya maendeleo au nguzo katika mabadiliko ya jamii. Vijana ni nguzo muhimu katika shughuli zote za kiuchumi, kisiasa, kijamii. Kwa hiyo tunatoa elimu hapa tukiamini kwamba wakibadilika au wakijengeka kimaadili, basi ni rahisi taifa kupata maendeleo ambayo serikali yetu inakusudia pamoja na ma maonesho haya tunaenda tunawashirikisha pia vijana walioko katika taasisi za elimu ambapo tumeanzisha klabu za wapinga rushwa kuanzia shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Lakini kwa vijana ambao wako nje ya taasisi za elimu, nao hatujawacha mbali. Tunawashirikisha vijana wa bodaboda, bajaji na wengine ambao wako katika sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo lengo kuu ni lile lile kuhakikisha kwamba vijana hawa wanakuwa katika misingi ya maadili ambayo yatachochea maendeleo ya taifa letu. Na katika kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu, tunaendelea kuhamasisha vijana washiriki katika shughuli zima za uchaguzi. Kwa mfano, kwa kufika katika mikutano ya kampeni ambapo wataweza kuwabainisha sera za wagombea mbalimbali na kuamua ni nani anaweza kuwafaa katika kutekeleza malengo yao. Kwa hiyo tunawashirikisha vijana kwamba wakatae kushiriki katika vitendo vya rushwa kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo wachague viongozi ambao ni waadilifu, viongozi ambao wataweza kuwaletea maendeleo katika maeneo yao, lakini katika taifa zima kwa ujumla. Kwa hiyo kufuatia maonyesho haya, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kufika katika banda letu ambalo liko katika viwanja vya Uhindini hapa. Ukiingia geti kuu, niliko banda la pili upande wa kushoto. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwa ajili ya kuendelea kupata elimu na kushirikiana na Takukuru pamoja na serikali katika kuzuia na kupambana vitendo vya rushwa katika mkoa wetu wa Mbeya, lakini katika taifa letu la Tanzania.